Mheshimiwa Rais mgombea, kwa sababu kazi tuliyoifanya elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na tano kwa kiasi kikubwa na mafanikio makubwa yametokana na maono ya Mheshimiwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kila mahali katika nchi ya Tanzania katika miaka hii pamechemka maendeleo, na ni mashahidi, Kibaha imechemka kwenye mitaa yetu na kwenye kata zetu na hata makao makuu ya mji wetu wa Kibaha, na ushahidi wa kuchemka kwa maendeleo tumeweza kufanikiwa kupata manispaa ya Kibaha. Kwa huu hii manispaa haikuja bure ni ya kukidhi, kwa ajili ya kukidhi vigezo ambavyo kwa kiasi kikubwa vimesukumwa na msukumo wa miradi ya maendeleo ambayo tulivyomwomba Mheshimiwa Rais nikiwa mbunge katika kipindi cha miaka mitano, kwa maana ya ishirini ishirini ishirini na tano, Mheshimiwa Rais amefanya jitihada za kipekee kupatia fedha na miradi ambayo imewezesha mji wetu wa Kibaha kutoka halmashauri ya mji na kuwa manispaa. Ndio maana mimi ninatambua kuchukua fomu ni wajibu wa mwanachama yoyote ile, nami nikiwa mwanachama na mimi nimechukua kutetea nafasi yangu ya ubunge, lakini ninatambua bila kusita wala bila kipingamizi kwamba kuchukua fomu ni wajibu wa mwanachama na ni wajibu wangu, lakini kuteuliwa ni wajibu wa vikao. Kwa wajibu wangu mimi kama mbunge niliyetumikia Kibaha kwa miaka kumi na tano toka elfu mbili na kumi ni kutetea nafasi yangu lakini kwa kutambua kuteuliwa ni kazi ya vikao vya chama, kuanzia ngazi yetu ya wilaya hadi ngazi ya taifa. Wajibu wangu ni kwamba niteuliwe nisiteuliwe, nikiteuliwa ninawajibika kuendelea kumnadi mgombea wetu ambaye tukushamteua kupitia Mkutano Mkuu wa Taifa wa Chama cha Mapinduzi kule Dodoma, lakini kama nilivyoonyesha, mgombea mwenza wake Dr. Mchimbi, lakini vile vile na kumsemea uh, rais wetu wa Baraza la Mapinduzi, mteule wetu wa urais wa, wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Mwinyi, lakini hata kama sitateuliwa au sitafanikiwa kushinda bado nikiwa mwanachama mwema na kiongozi mstaafu kwa wakati huo, bado nitawajibika kuwanadi na kuwapigania hawa viongozi wetu wa kitaifa, lakini na yule ambaye atakuwa ameteuliwa katika nafasi ya ubunge ili naye ashinde. Nina msemo unaosema, nimekuwa nimeikuta sisi mkiwa ikiwa imara katika mji wa Kibaha, au katika jimbo la Kibaha na nawajibika kuendelea kuifanya iwe imara nikiwa kiongozi, lakini hata kama natoka madarakani, nawajibika kuiacha ikiwa imara kama nilivyokuta ikiwa imara. Kwa hiyo kwa hiyo misingi hiyo ninaifahamu na nimejiandaa kwa yote mawili.